Ni waombe tuungane na wenzetu wa Mbeya, na salamu hizi nazipeleka za pole na rambirambi, na kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, na mkuu wa mkoa wa Mbeya, na wananchi wote wa mkoa wa Mbeya. Jana jioni mida ya saa moja kulitokea ajali mbaya sana Mbeya, tumepoteza watu 28 na katika ajali hiyo, na katika hao watu 28, 12 na ni wanawake, na katika hao 12 watoto wawili na wanaume 16. Tumepoteza watu 28 na katika ajali hiyo mbaya. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kinatoa pole sana kwa familia zilizopoteza ndugu zao, kwa familia ambao tunao majeruhi bado wanaendelea kutibiwa, na sisi tunaombea majeruhi hao waendelee kupata nafuu. Na niliona kwamba nitumie mkutano huu wa kwanza, kabla sijaanza kusema, tutoe pole kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, na sisi kauli mbiu yetu ni kazi na utu. Utu ni pamoja na hili nililolifanya sasa la kutoa pole, na tuvitake vyombo vya usalama, jeshi la polisi, usalama barabarani, kuendelea kudhibiti ajali hizi zinazoendelea kutokea, lakini pia na madereva nao waelewe sheria za barabarani na kuhakikisha kwamba tunaepuka ajali ambazo tunaweza tukaziepuka. Baada ya kutoa pole hizo na rambirambi, basi tuombe wenzetu waliotangulia mbele ya haki, Mungu awape wa pumziko jema. Sisiemu oye!